Chini ujihukumu, jiulize, mimi ni mwislamu aina gani mbele ya mola wangu? Mimi ni nani? Haya matendo ambayo ninayafanya ni matendo aina gani? Jipime kama alivyosema Saidna Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisabuni, nafsi zenu kabla mja kwenda kuhisabiwa mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Sasa kwa mujibu wa Qurani na Sunna, wanazuoni wametaja mambo mengi sana ambayo binadamu mwislamu hasa atakwenda kuyajutia siku ya Kiyama. Haya ni matendo ambayo baadhi ya wa Waislamu wanayafanya hapa duniani, ambaye mwisho kule Akhera watajuta kwa nini walifanya matendo fulani, na kwa nini hawakufanya baadhi ya wa wajibu fulani wanaziona amezikusanya ziko nyingi ya ajabu. Hatuwezi kumaliza kila kitu hapa, lakini tumekusanya moja mbili, yale ambayo Mwenyezi Mungu atatuafikisha tuweze kuwafikishieni na nyinyi vile vile. Jambo la kwanza, mwislamu siku ya Kiyama atajuta sana, kwa mujibu wa Qurani na sunna ya Bwana Mtume, kwa yule ambaye alikuwa hasomi Qurani katika maisha yake ye mwenyewe kusoma Qur'ani hajui, na ikiwa anajua basi haisomi Qur'ani, na khasatan surati al-Baqara. Inapita siku mwislamu hajawahi kufungua Qur'ani kuisoma, inapita wiki, inapita mwezi, inapita miezi. Leo sisi waislamu tunayo nafasi ya kufungua simu mara arobaini kwa siku. Wadadisi wa mambo wanasema yule ambaye anayefungua simu mara chache kwa siku ni mara arobaini amefungua message, amepokea simu akazungumza, amefungua WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, mara arobaini kwa siku, lakini hana nusu saa ya kufungua kitabu cha Mungu.

Isomeni sana surat lbaqara, kwani yoyote atakayesoma surati lbaqara atabarikiwa kwenye maisha yake. Na baraka, wametafsiri wanazuoni maana yake ni zaidi ya arobaini maana ya baraka. Baraka maana yake ni utulivu wa moyo. Baraka na maana yake ni amani katika maisha, ni usingizi mwanana, ni riski sahali, ni kufunguliwa milango iliyofungwa

hawaiezi surati al-Baqara majini, hawaiezi surati al-Baqara watu wabaya. Na wanatafsiri wanazuoni wanasema hawaiezi surati al-Baqara watu wavivu, kwa sababu ndo aya, ndo sura ndefu ndani ya Qur'an, ina juzu mbili na robo, aya 286 Kwa mtu ambaye ni mvivu hawezani na sura hii Jambo la pili Waislamu, ambayo waislamu wengi watakwenda kuyajutia mbele ya Mungu siku ya Kiyama ni kukaa kwenye kikao ambacho watu wamekaa muda mrefu bila kumtaja Mwenyezi Mungu wala kumswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi ambayo ni sahihi, anasema ma min qaumin yaqumuna min majlisin